Bajet ilianza kutengenezwa mwaka jana. nakumbuka nilifuatilia nikaenda mpaka Treasury mwezi wa tisa na nikaambiwa hakuna policy ambayo inaelekeza tuko na wajane wangapi. na ndiposa tukarudia hii bill tulianzana nayo mwaka 2019 na ukakuwa na makali ya siasa ya 2017 ikatupiliwa mbali. wakati huo ilikuwa inaenda kama government bill kupitia uh, government majority kwa bunge wakati huo. Tukarejelea hiyo bill mwaka 2019 2020 kumi na tisa tukitaka kuipeleka tena, covid ikaingia, mambo yote yakasitishwa. Sasa tumeembark na tuliambiwa njia nzuri sasa ni kwenda na private member, ipelekwe sasa kama uh, bill ambayo inaenda kupelekwa na mbunge mmoja ili naye yakuwa ametafuta support kwa hawa wengine. Tumeketi tukiasiliana na wabunge kadhaa, na wanachukulia jambo hili kwa uzito, maana wengi wanasema pia ni watoto wa wajane wengine uh, pia mama zao waliaga wakalelewa na baba zao wakiwa katika ile hali ya ujane. Karibuni pengine mwezi ujao mapema, tutaenda kuanza utafiti wa wajane. Kwa hivyo tunawakaribisha wajane wote katika eneo bunge hili la Kwale, sana sana eneo bunge la Lungalunga la Msambweni, pia Kinango na Samburu, waweze kujitokeza ili wajulikane kwa idadi yao. Wakati wanajulikana kwa idadi yao, itakuwa rahisi, tukijua idadi ile, kuweza kushawishi washikadau wa maswala ya maendeleo, ikiwemo serikali katika kuwaletea maendeleo wao kama wajane kwa wakati huu naona visa ziko bado zipo bado but eh, nashukuru kwamba wajana washajua zile referral pathway. Akishapatikana kwa zile dhuluma, anajua anaenda wapi. Hapo kitambo awali ilikuwa ni ngumu, anadhulumiwa kio nyumbani. Anzisha na COVID 19 a recovery and resilient program ambayo ilikuwa ina focus on uh, wanawake wenye walikuwa wamedhulumiwa wakati wa covid, yenye ilitake 2 years And then, sasa ikakuja Jasiri. So far, I would say roughly we have over a thousand ambao wamesaidika na mradi wa Jasiri. Jasiri imetufaidisha mambo mengi, na mimi mwenyewe kama mama mjane hii Jasiri imenifaidisha na mtoto wangu saa hii yuko kwenye mafunzo. Sisi kama Fazichinoy Fellowship kupitia kwa Samba Sports tumepeana hundi ya elfu mia tano laki tano ukipenda na fedha hizi ziende katika kusaidia kutengeza resource center. Basi labda atanunua mawe, mabati, uh, kupiga plasta, kununua madawati, vitu kama hivyo. <mulia>